Tungo nyingi zilizomo humo kwa hakika ziliandikwa baina ya mwaka elfu mbili na moja na mwaka elfu mbili na kumi na sita tuseme kipindi cha miaka kumi na tano na sasa. Tungo nyingi zilizomo humu uh, ukisema kitabu kizima, ukiangalia tungo zake zimeshakaribia kuvuka miaka kumi tangu kitabu kimechapishwa hichi kwa mara ya mwanzo. Kitabu chapishwa mwaka elfu mbili na kumi na sita kwa mara ya mwanzo wakati yamvutukuu zake za mwisho kabisa zilikuwa zimeandikwa wakati huo. Leo kwenye wakati wetu huu, naomba nikusomee baadhi ya tungo zilizomo katika uh, diwani hii ya Kalamu ya Mapinduzi. Utungo wa mwanzo kabisa unaitwa Umma Barabarani. vu vu Nasikia umati wa vuma, natupa macho kuutazama, waja mchakamchaka wa poma, macho ya lengalenga, machozi ya umma. Anga limejaa sauti zao, wasema eti, haki ondosha dhuluma, tataka kheri, hatutaki nakama. Navutwa nayo tukufu kalima, nami barabara naiandama, naungana na umma, na, na, na andamana na dai haki yangu, kisha mara mbele yetu wanasimama, waitwao walinzi wa usalama, "Chaanyikeni dola inasema." Dola ni nani, shehe wangu wa? Ikiwa sisi umma tusoge mbele, mikono tumeshikana, kwa mapenzi kwa umoja mbele twajisukuma, mara tu, tu, tu, risasi tu kwetu za miminwa Tiirika damu ya waadhama, yaachana mikono iloshikana, zaagana roho zilopendana. Vizuka mayatima vilema, lakini bado umma barabarani. Utungo mwingine kwenye diwani hii ya Kalamu ya Mapinduzi upo kwenye ukurasa wa tatu, unaitwa wamekupiga kwa nini. Mwanangu unanijia hali unatiririka damu mwili mzima, tumboni mnaumia machango yanikatika, moyo wa pwita wa uma, lipi limekutokea? shenzi walolaanika washakupiga kwa vyuma, kwa nini wamekupiga mwanangu? Nakuchukua mapajani na kuweka unalia, mama mama kwa dhiki waniangalia uso umeshakunjika roho mwana ya kuhama mapajani wanifia mwanangu wanitoka kinda barobaro baro zima. Kwa nini wamekuua mwanangu? Watangulia waniacha waondoka wenda mbele ya karima, nilohijiombea nife upate mizika niwe mbele uwe nyuma, lakini hukubakia maguruwe meunyaka uhai wao meuzima kwa nini wamekuhusudi mwanangu? Umeonewa, damuyo ilimwagika, mithali ya mnyama, kisha zimejikalia haramu, mekusanyika, za gawana takrima. Bali ninalokwambia damuyo haitokauka, dongoni haitozama, wasidhani kushakufa mwanangu, na kuapia wala sitakukanuka, kiapo hiki kitasimama damuyo hujaigea bali nche itachipuka, uwe mti wa uzima mbele itaendelea, kudai ulilotaka hadi haki imesimama, mbele daima nyuma mwiko. Utungo mwingine umo kwenye ukurasa wa tisa unaitwa nimetendwa kwenye giza la usiku, shaka woga na ulitima, msasi mbwa akafungua akatomesha, shike hadi bandani mwangu nimomie, na mifugo mitamba makoo na vifaranga wote, akawararua rarua. Kwenye nuru ya mchana pale nilipotumai, mfugaji akafungua kafungua ng'ombe wake wakaja kondeni mwangu, munamo vipando vyangu, mbegu, miche na mimea yote kaifikicha fikicha. Kwenye pepo za jioni, uchofu, maumivu na pumuo, jirani naye kawaachia, kawaacha watoto wake waje kitaluni mwangu, meotesha bustani waridi, asumini na rehani kainyofoa nyofoa basi. Yote haya mbele yangu naona yakinitokea, kumbukumbu za husuda, dharau, bezo na uonevu, ndipo naapa kwa Mungu abadani sisahau, kisha naapa kwa Mungu kabisa sitadharau. Katika ukurasa wa kumi na nne kuna utungo unaitwa "Mumetusaliti". Twalia mbele yenu twalia, mwitwao waungwana, wastaarabu, wasomi, mashehe na mapadiri, waandishi, mabalozi, walimwengu wasaliti, twalia kwa ukiwa wa kutendwa na kuachwa, kwa puuzo na dharau, sie wanyonge twalia. Twalia usaliti na wasaliti ni nyie, twalia madhabahuni, twalia na mimbarini, twalia makanisani, twalia misikitini, mulituwacha twapigwa, nyie kimya mkanyamaza. Mukatoa twabakwa, shingo zenu mukageuza, huku damu ya magika ya wana na ndugu zetu mukajitia pambani, wala msifanye kitu. Yesu wenu mamtaja, Muhammadi mumwamini, lakini sisi wanyonge tutangao majangwani pasina wa kutusinza, nanyi mkatusaliti. Twalia kwenu wasomi, muliobeba taaluma, digiriki la rangi na vyeti na diploma, uzamili uzamifu, kila jambo mwalijua. Nanyi wanaharakati wa haki za wanawake, za watoto na wazee, wa haki za watu wote, bali kwa ukandamizaji mukanyamaza, muliona unyanyasaji mukajipumbaza, mukahongeka ujinga, ubinafsi na ugoogoi, na kwenye ripoti zenu mumejaa usaliti. Twalilia waandishi kwa kalamu zilopinda, kamera magazigazi, picha zote kawashinda, mukajifanya hamuoni, hamusikii, hamuhisi. Mbele yenu tukaibiwa kwa hizaya na najisi, mbele yenu tukauliwa, hamkutaji, hamkumaizi, eti mnatukomoa, kumbe vile muwasaliti. Twalia kwa mabalozi, muliona kila kitu na mwitoa waangalizi, mulisikia kila kitu nyote kajifanya, hamukuona hamukusikia, mulijua kila kitu, mukajifanya hamukujua, mukafumba macho yenu, mukageuza shingo zenu, mukaziba masikio yenu, na hata akili zenu zikagoma kufikiri, kusudi mupate hoja na haja ya kusaliti. Na sasa tumewajua, mulitaka tumalizwe, tusagwesagwe, tupondwe, tuuliwe, tuangamizwe na majeshi ya kigeni katika ardhi yetu, mwitwaye nchi yetu, mukachimbe mafuta yetu kwa rasilimali yetu na wenetu, ndipo mkatusaliti. Lakini nanyi mjue, japo mlitusaliti na kupigwa tukapigwa, na kufungwa tukafungwa, lakini tulisimama kwa wingi na kwa umoja kulinda kauli yetu sote, tukasema hapana! Hapana kwa ukoloni, na hapana kwa ujinga, hapana kwa unafiki na hapana kwa usaliti. Tulivyo sasa, tulivyo tutaabani, wachofu madamu yatiririka, na majosho na usaha, na nguo zetu mararu, kwa ufukara na njaa, tuwanyonge madhulumu, lakini bado tu hai, hatuna hofu wala woga, bali nia na dhamira ya kuendelea kusema hatutaki, japo muka tusaliti. Asante, tufike hapo kwa leo.